Mimi nilikuwa mgonjwa katika hospitali hapa ya Utete Rufiji, nimefanyiwa operation na nilivyokuja nimepokelewa vizuri, nashukuru sana, maana nilishindwa kujifungua mwenye mtoto wangu alikaa vibaya, ila nashukuru kwa madokta hapa, amenipokea vizuri na amenisaidia kumtoa mtoto wangu tumboni, na mpaka sasa naendelea vizuri na mtoto wangu pia naye anaendelea vizuri. Huduma okay, ambazo tunazifanya hapa ni za upasuaji Kulikuwa mwanzoni tunawapeleka wagonjwa tunawapa rufaa lakini, kwa kweli tunashukuru, tuna jengo zuri sana la, la kufanyia huduma za upasuaji tatu. Kuna kuna huduma ambazo zinatolewa za mionzi x-ray hapo mwanzoni hazikuwepo, lakini tunashukuru sasa hivi tumeletewa vifaa vya kisasa na huduma zote za za mionzi zinapatikana, zina, zina pale. Yaani naishukuru na washukuru madokta wote kwa ujumla. Na natoa shukrani pia kwa mama yetu Rais wa nchi, mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa madaktari aliyotuletea katika hospitali yetu pamoja na vifaa anavyotuletea hapa. Mama yuko kazini.